Kwa mujibu wa msanii wa muziki wa singeli nchini Tanzania, Meja Kunta anasema kwamba wasanii wanamhofia sana Marioo kutokana na uwezo ambao yuko nao kwenye sanaa. Of course, tukitaja wasanii ambao wanafanya vizuri nchini Tanzania au East Africa kwa ujumla, basi katika listi yako top 10 lazima jina la Marioo litakuwepo. Kwa sasa naweza ni kusema hata kwenye top 5 Marioo yuko pale, kwa sababu ni mtu ambaye amekuwa ana mafanikio makubwa sana, lakini pia ana consistency nzuri sana kwenye muziki wake. Sasa Meja Kunta kupitia ukurasa wake wa Instagram ameposti uh, picha ya Marioo alafu akaandika kwamba jamaa linajua hili wenzake wanaliogopa, afu akamtagi Mario, in which, akimaanisha kwamba wasanii wengi sana wanamuogopa Mario kwa sababu ya nguvu ambayo yuko nayo kwa sasa lakini pia uh, jinsi ambavyo wapenzi wa muziki wanavyomkubali um, star huyo. Of course uh, it is what it is ni maoni yake, of course akiwa kama msanii na sometimes ana act kama shabiki, hivyo Meja Kunta na haki zote za kusema kwamba yeye kwa upande wake anaona kwamba wasanii wanamuogopa Mario kutokana na uh, ubora wake kwenye swala zima la muziki niambi wwe hapa ukimwangalia Mario, uh, Mario, nadhani kwamba kuna wasanii ambao kwa kutokana na spidi ambayo yuko nayo kwenye muziki, ukitaja wasanii wanaofanya vizuri pale kuna Diamond, kuna Harmonize, kuna a wengi wengi Jayi, na wengineo wengi sana Tasa, yeah, Meja Kunta Yo, yupo zake kwenye upande mzima wa Bongo Flava japokuwa alishawahi kutupia uh, mistari kwenye ngoma kadhaa za singeli. Drop comment yako hapa chini kama unakubaliana na Meja Kunta lakini pia kama una, uh, unapingana na kauli hii ya Meja Kunta. Nikukumbusha tu kwamba ili uone familia wa Rick Media unachotaka kufanya ni kusubscribe YouTube channel yetu lakini ukisha subscribe hakikisha una turn on notification ili mtu wa kwanza kupata habari zetu kila siku.